Kifo cha Nick Mudimba kimetikisa jamii ya wanahabari. Nick, ambaye alikuwa mwandishi wa habari wa CGTN, alianza kazi yake katika vyombo vya habari kama ripota wa meza ya michezo. Ametajwa kuwa jamaa mnyenyekevu, mwenye utu wa kusaidia, na mwingi wa furaha. Nakumbuka nikiingia uh, KTN kuanza kazi ya wanahabari, hasa katika kitengo ama dawati la michezo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwangu kunipatia mafunzo ambayo yalinikuza kwa njia ya moja au nyingine katika kazi yangu. Tulipigiana simu, tulikutana katika maeneo mbalimbali, alikuwa mwenye nguvu, alipenda kushika wengine mkono na... Nick ambaye alianza tasnia yake katika runinga ya KTN na baadaye Switch TV alikuwa na mnato katika vyumba vya habari brings katika chumba cha habari cha CGTN ambapo alifanya kazi kabla ya kifo chake. Nick anakumbukwa kama mwanahabari aliyefanya kazi kwa kujitolea. Kazi yake ya kubwa ya mwisho ilikuwa kuripoti kuhusu uchaguzi wa uwenyekiti wa AUC mjini Addis Ababa, Ethiopia. Nje ya chumba cha habari, Nick alikuwa rubani ambaye mara nyingi alikuwa akipaa wakati wa siku zake za mapumziko. Mudimba alifariki dunia muda mfupi baada ya kuangalia mechi ya jana kati ya Harambee Stars na Gabon iliyochezwa uwanja wa Nyayo. Nitasema inna lilahi wa inna ilaihi rajiun. Uh, ndio njia yetu sote. Makiwa kwetu, makiwa kwa ndugu jamaa na marafiki, makiwa ndugu jamaa na marafiki. Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. The media fraternity has lost a fine gem. Rest in peace, Nick Mudimba. Bentura Kwamboka, K24, saa moja.